Elekee kaunti nambari moja. Sasa muungano wa walimu tawi la pwani sasa unatishia kwenda mahakamani kuzuia mpango wa serikali kuhamisha waalimu wote kutoka bima ya matibabu ya MINET, hadi ile ya SHA. Katibu mkuu wa KNUT tawi la pwani Dan Allo amedokeza kwamba kupitia bima ya MINET walimu wamechangisha takriban shilingi bilioni 21, na hivyo wanahisi kwamba huenda pesa hizo zikatumika visivyo iwapo watahamishwa. Amesema ni dhahiri kwamba SHA bado inakumbwa na changamoto chungu nzima, na hivyo ipo haja ya serikali kufanya kikao na viongozi wa muungano huo kabla ya kuchukua hatua kamu zozote kena, basi ni lazima zile hela ambao walimu waliweka kwa insurance yao kitisha cha bilioni 21 warudishie walimu kwa bajeti, kwa, kwa nini kwa payslip yao ama wa consolidate katika mshahara yao, rural urban private hospitals, hawajasikizana na serikali, bado wanadai. Sasa walimu hao laki nne na hamsini pamoja na watoto na familia yao, karibu 1.8 milioni watahama mara moja kwenda kwa SHA bila mpangilio. kama ikiwa MINET iko vile, na sisi tumekubaliana nao muda mrefu, leo tunachukuliwa kiolela, tunawekwa kwa SHA. Sisi kile tunaongea lazima kwanza tuweke kwa meza, tuzungumze. Hatuwezi kukubali kuchukuliwa kwa SHA bila kuwa na mkataba rasmi. Kama serikali itakuwa itafika tarehe moja hujaongea na muungano wa walimu nata, sisi tutawaambia almashauri kuu wa muungano wa walimu nata waitishe mgomo mara moja, ama tuende court to stop hiyo, lakini tunataka meza ya watu kuzungumuza.